Mashabiki kutokea Tanzania wamefurahi sana baada ya page ya Instagram ya Real Madrid timu kutoka Hispania kushare bendera ya Tanzania, na hii ni baada ya game ambayo imechezwa usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano kati ya timu ya taifa ya Morocco na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, e, mchezo kwa ajili ya kuqualify kwenda kucheza kombe la dunia, na matokeo ni kwamba tumepoteza kwa goli mbili kwa sifuri. So Real Madrid wao walimposti mchezaji wao e, Ibrahim ambaye ni raia wa Moroko. Kwa hiyo walikuwa wamepostiva kama kumpongeza tu kwa ushindi wa jana dhidi ya Tanzania, na wakawa wameweka bendera ya Moroko na bendera ya Tanzania, wakionyesha kwamba Moroko ameshinda goli mbili Tanzania, ndio hivyo ametoka na goli sifuri. So kwenye comments hapa, wabongo wengi sana wamekuja kufurahi bila kujali kwamba tumepoteza mchezo. Kilichowafurahisha wa Tanzania wengi ni kuona kwamba kwenye peji hii kubwa kama ya Real Madrid wamepeperusha ama wameweka bendera ya nyumbani hapa Tanzania. Page yao ya Instagram ina followers zaidi ya milioni 173. So you can imagine impact ya wao pia kushare bendera hapa, lakini pia furaha ya Tanzania. Nimeona Joel Luaga ameandika Welcome to Tanzania, the home of Serengeti, Kilimanjaro, Zanzibar and many more. TZ #HalaMadrid Uh, mwingine ameandika Muhimu, admini kaweka bendera Mwingine kaandika asante kwa bendera admini. Uh, mwingine kaandika Tanzania tizi. Uh, mwingine kaandika tizi tushatoboa. Wabongo mmeamua mjazane humu leo. Tanzania to the world. From now onward hii post ni mali yetu, tutawaachia eh, tukiamua tizi, tizi, let's go. Watanzania tumefungwa ila freshi tu, bendera, bendera imepepea eh, kwenye peji ya Real Madrid. Mwingine kaandika tizi to be posted by the biggest club in the world. Mwingine kaandika Karibuni sana Tanzania, nchi yenye amani na upendo. So asilimia tisini ya comments hapa ni za wabongo. Ni comments nyingi sana ambazo siwezi nikamaliza kuzisoma hapa. Ukitaka kujionea, nienda kwenye page ya Real Madrid uone hicho ambacho ninakueleza, kwa namna ambavyo wabongo wamefurahi kuona kwamba Madrid wame post eh, mchezaji wa kwao eh, ambaye anaitumikia klabu yao akitokea Moroko, lakini pia kitendo cha kuiweka bendera ya Tanzania ni kitu ambacho kimewafurahisha wabongo wengi sana wa huku Instagram. Kama una lolote la kusema, hapo chini kwenye sehemu ya comments ni sehemu ambayo unaweza ukajiachia, lakini pia ni kukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.